Neno la Bwana limetuambia mm. ya kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake walikuwa mm. so, na Yesu mm -hmm. wanafunzi wake mm. walikaa na Yesu mm -hmm. waliona yote Yesu alisema mm. waliona ishara Yesu alifanya mm. akawaambia, mkinipenda, nione mkinipenda mtazishika mm. ni mm. amri zangu, nami mm. na nitamwomba Baba atawapatia msaidizi mwingine atakayekaa nanyi mm. hata milele. Bwana mm. Yesu asifiwe. Kwatu leo, je, tunazishika amri za Mungu? mm. tunazifuata jinsi zilivyo? mm. Yesu alisema ya kwamba atamtuma msaidizi atakayetusaidia. mm. tukizishika amri za Mungu majaribu yanaweza kuja, na katika amri za Mungu muko yale mambo yote ambayo analetea mwanadamu kuingia katika zambi. mm. lakini kushika neno la Mungu, tutakuwa washindi. Tutashinda namna gani? Sababu Roho anayekaa ndani yetu atatujulisha kama haya ambayo tunataka kuendea siyo, me, siyo mazuri mm, yatamchukiza Mungu mm. Lakini wengi wamekwisha kuzimisha Roho wa Mungu ndani yao mm, wamejipeleka jinsi wanavyotaka. Mtu anapobatizwa anapoamini Yesu Kristu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anatubu zambi na yule roho wa Mungu anakuja ndani yake. Huyu sasa ndiye atamuongoza, lakini wengi walibatizwa wakasikia maneno ya Mungu, lakini wamekwisha kumuzimisha roho wa Mungu ndani yao. Kwa leo uangalie jinsi kanisa linajideba. Sio wote lakini uangalie kanisa, ni yule ambaye ameamini Kristo. Uangalie jinsi watu wanajipeleka kwa siku ya leo na tena wanajidai kuwa wa wa Kristo mm -hmm. na mwenyewe alifungua ibada alisema, alitusomea katika Wafilipi ile sura yake ya nne sura wa tatu, mstari wa kumi na, wa kumi na na kumi na. Wa kumi na saba mpaka kumi na mnane mm -hmm. akasema hivi mnifuate mimi Paulo uli anasema mm -hmm. jinsi watu wanajipeleka leo sio kama vile wa Kristo roho anaimba ndani ya mtu na mbele mtu afanye zambi, roho anamuonyesha kama hii yenye nataka kufanya mm. sio mzuri mm. lakini adui shetani ambaye hapendi roho wa Mungu akae ndani yetu anakuonyesha kama uko mutu na lazima na wewe ufanye hivyo. Sababu gani? Wengine wanaifanya, mimi ni bakii mm. yule ambaye anaimba ndani yako shetani na Mungu wako ndani yako. Ile roho ya Mungu iko ndani yako, na ya shetani nayo inakuja. mm -hmm. Inakwambia wengi, utabakia nyuma, mbona mm -hmm. wenzako walisha wina mm -hmm. mbona mm -hmm. wengine wanafanya hivi mm -hmm. mbona wengine wako hivi, wewe ndiye utabakia. Yule amekwisha kumuzimisha roho wa Mungu, lakini Yesu anasema nitamtuma nitamwomba Baba awatumie Roho ambaye atakaa nani hata milele. mm -hmm. Na huyu Roho akituongoza, tutaingia katika uzima wa milele ambao hatutateseka tena. Mateso ya ulimwengu huu ni ya muda, majaribu ya ulimwengu ambao tunapitia ni ya muda, kina mwanzo tena kina, kina mwisho mm -hmm. Lakini tutaendelea kuomba Mungu kusudi atushindie Mungu atupatie nguvu. mm -hmm. Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Aimbeimbe kila sana kila dakika, atuongoze kila mahali tunapokwenda. mm -hmm. Tusiangalie tabia za watu. Wengi walibatizwa na wakaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini katika ulimwengu muna wajumbe wa adui shetani. Nao wanatangaza shetani. Wana mambo ya shetani wanavutia